Kuna watu wameoana wakiwa kwenye hatua ya kwanza kabisa, honeymoon stage. Unapotazama pale inakuja zinakuja zinawakika mtu uh, anayeingia kwenye mahusiano hizi hatua anazoelewa, lakini ziko mbili ambazo ni ngumu zaidi ambazo wengi zimewashinda, na wengi karibia kila wakati, ni kipindi ambacho zile bibi viti zinakuwa nyingi sana. Kile kipindi cha kwanza kile, hichi kipindi tunapita honeymoon, ambacho ni miongoni mwa vipindi vili ambao nimesema ni rahisi zaidi. Karibia kila mahusiano yanapita hapo. Katika kipindi hichi pia, ni wakati ambapo emotion ziko juu zaidi, kiasi kwamba wapenzi au wachumba kuhitimisha hichi kipindi cha honeymoon stage. Lakini kwa wale ambao wako kwenye long distance relationship, kwamba mahusiano ya mmoja, mwingine yuko Kigoma mwingine yuko Dar, hawa inategemeana pia na namna ambavyo wanawasiliana. Sometimes kuvuka kwenye hichi kipindi inaweza ikachukua muda kidogo zaidi ya hiyo miezi mitatu. Sasa baada ya hichi kipindi cha honeymoon stage, inafuata hatua namba na mbili kitala mtu naita testing stage, au unaweza ukasema uka kama ni hatua ya majaribio ya majari, au na mwingine unaweza ukasema ni hatua ya uhalisia. Hatua hii ya pili, testing stage, ni ni miongoni mwa zile hatua mbili ngumu ambazo nimekwambia hapo mwanzo. Ni hatua ambayo sasa uhalisia wa mtu mmoja mmoja unaanza kwa mwanzo tulikuwa tuna ukaribu zaidi, tulikuwa tunazungumza mara kwa mara, mahusiano yetu hayakuhitaji kutumia juhudi za aina yoyote, yalikuwa yanajiendesha yenyewe, yanaenda. Sasa tunapofika kwenye hatua namba na mbili ambayo ni testing stage, ndipo sasa tunaanza tuna kuona baadhi ya makosa, baadhi ya mapungufu kwa wenzi wetu, yani kuna vitu ambavyo vinawezekana mwanzo haukuwa unaviona kwa sababu ya zile emotions zilikuwa juu zaidi, kiasi kwamba sasa ukawa kila ukimwangalia, unaona pi aliyo mazuri, kila kitu unaona kiko sawa. Lakini unapofikia kwenye hii hatua namba mbili, sasa ule uhalisia unaanza kuonekana, ndipo unagundua kwamba mwenzangu kumbe ana mapungufu fulani, mwenzangu kumbe ana hasira, kumbe akikwaza anakaa muda mrefu sana bila kuachilia. Kwa hiyo unapoanza kugundua ule uhalisia sasa, ndipo mambo yanapoanza kubadilika na kuwa tofauti, kwamba mtu ambaye nilitarajia kwamba alikuwa uh, the best, ambayo mwanzoni nikaa nikiona future ilivyo, naona kabisa ni mtu ambaye tunaendana vizuri kabisa, sasa naanza kuona baadhi ya vitu ambavyo vinaanza kunitia mashaka. Kwa hiyo kwenye hii stage utakuta mashaka yanaingia, tayari ugomvi unaanza kutokea na na, na na na na hali ya ya-, ya kukasirika hata kwa vitu ambavyo ni vidogo vidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu tayari sasa uhalisia ushaanza kuonekana na unaanza kugundua ya kwamba kuna vitu ambavyo mtu huyo tunatofautiana. Kwa hiyo unaanza kusensi ya kwamba kuna uwezekano mkubwa huyu mtu mpendana naye, au kuna uwezekano mkubwa huyu mtu akawa hanifai kutokana na hivi vitu ambavyo yeye yuko kona. Sasa haya yote yanapokuwa yakionekana, haina maana ya kwamba upendo tena hauko, haupo. Upendo upo, ila sasa shida ni nini? Ni kwamba uhalisia tayari umeshaanza kuingia, ule uhalisia wa mtu mmoja mmoja, kwamba samula yuko hivi, yote yuko hivi, mtu fulani kumbe yuko hivi ambavyo mwanzo sikutarajia wala sikuwaza kwamba huyu mtu yuko yuko hivi kwa hiyo ule uhalisia ambao unakuja unaingia pale, na zile emotion ambazo zilikuwa kwanza zinaanza kushuka na upendo unaonekana kama unaanza kupoa, ndipo sasa mapambano yanapokuwa ya mara kwa mara, na ndipo utakapoanza kuingiwa na mawazo ya kudhani ya kwamba labda umekosea. Lakini kimsingi, kimsingi ni kutie moyo, haujakosea, shida tu ni kwamba emotion zimeanza kupungua, sasa uhalisia wa hayo mahusiano ndipo umeanza kuingia ndani ya hayo mahusiano. Si kwamba hamkundani, upendo huko pale pale. Nini cha kufanya unapokuwa katika hii stage namba mbili ya testing stage? Kwanza kwa hapa kuna matukio makuu mawili ambayo anaweza kutokea, aidha kuvumiliana mkavuka kwenye hii stage au kuachana. Yaani vitu viwili lazima vitokee, lazima, lazima kuendelea kukitokea. Sasa cha kufanya cha msingi zaidi ili mweze kuvuka kwenye hii stage, kwanza kubalianeni na hali ya kwamba huu ni wakati ambao tunapaswa kuupitia, na zaidi mtupe macho yenu kwenye future ambayo mnatamani kuitengeneza kwenye mahusiano ambayo mnatamani kuwa nayo. Hii inaweza ikawasaidia zaidi kuweza kuna vigeti kwenye huu wakati mgumu na hatimaye mtavuka mkaendea kwenye hatua nyingine ambayo inafuata. Lakini mkifikia pointi mkaona kama emosheni zenu zina uzito mkubwa tofauti na uzito wa nyie kuendelea kuwa pamoja, basi amini, amini, amini nakuambia hayo mahusiano yataishia hapo na kila mtu atapata mambo yake, na sometimes meweza mkaachana, hii kwenye hali mkiwa bado mnapendana kabisa kabisa baada ya ano taanza kuhisiana tena kwa hiyo yeah. Hiyo ni hatua ya pili ambayo ni testing stage, ya watu niewataa kusema kwamba ni hatua ambayo uhalisia wa mtu mmoja mmoja unaingia kwenye mahusiano na mnaanza kuona kama mko tofauti sana. Hatua ya tatu, third stage of relationship. Hii ni hatua ambayo tunaita ni building stage au ni hatua ya kujenga. Hatua ya kujenga sasa, hii hatua ndiyo ngumu zaidi, yaani ni ngumu ngumu na ngumu tena. Ya pili ilikuwa ngumu kwa sababu uhalisia tayari umeshaingia ndani, mshaanza kuona tofauti, mshaanza kigogongono kidogo kidogo sasa unapofika kwenye hii hatua ya tatu ambayo ni building stage, ni hatua ambayo ni ngumu zaidi, lakini hatua ambayo mapambano ambayo yalikuwepo kwenye hatua ya mbili, sasa kwenye hii ya tatu yanakuwa kwenye climax, kwamba ikiwa unapanda mlima, sasa umefika kwenye kilele cha ule mlima. Kwamba ikiwa ni ugomvi wa mara kwa mara ambao ulikuwepo kule, hapa inajidaplicate ugomvi unakuwa ni wa kuzidi, ugomvi ni wa mara kwa mara kukasirikiana kwa vitu vidogo vidogo sana kunakuwa ni kingi, hali ya kutokuelewana ndipo inapoendelea ku- kuzama katika hayo mahusiano. Upendo unaonekana kupoa kabisa, ile habari ya kuvutiana inaonekana kupotea kabisa katika hii hatua ya tatu ambayo niviudi msei. Sasa hii nayo ni hatua pia ambayo nitaipitia katika mahusiano yenu, lakini chonde chonde chonde, tena jitahidi uivuke. Ni kweli changamoto ni nyingi zitakuwepo, ni kweli upendo utapoa, ni kweli chuki za mara kwa mara kwa vitu vidogo vidogo, ugomvi wa mara kwa mara utakuwepo, lakini licha haya magomvi yote, chagueni kushikamana na sio kutengana. Kwa nini naambia hivi? Kwa sababu hii ndiyo mtakapo mtakapoivuka hii stage, mnaingia kwenye hatua ya nne ambayo kitaalam tunaita winning stage au unaweza ukasema ni hatua ya ushindi. Sasa katika hii hatua ya nne ambayo ni hatua ya ushindi, sasa ndipo ta tuna tunaweza kucelebrate, tunaweza kushangilia ya kwamba kuna mapito yote ambayo tumeyapitia huko nyuma tumeweza kuyashinda mpaka tumefikia hapa tulipo, lakini si hivyo tu kwenye hii hatua tayari wale watu ambao wako kwenye mahusiano wanakuwa tayari wameshagundua ya kwamba tumeumbwa tofauti, tuko tofauti, tumeelewa tofauti katika mazingira tofauti. Kwa maana hiyo hatuwezi kuwa sawa. Nini cha kufanya? Sasa tayari walio katika mahusiano wanakuwa wameshagundua ya kwamba cha kufanya ni kukubaliana na tofauti ambazo kwamba mwenzangu yuko hivi na hivi, mwenzangu ana mapungufu haya na haya, na mimi pia nina mapungufu haya na haya. Kwa hiyo nafasa wa kukubaliana mwenzangu kwa mapungufu ambayo tuko nayo, tubebeane madhaifu, tuendelee mbele. Maisha yafanyaje? Maisha yasonge mbele. Kwa hiyo kwenye hii hatua ya mwisho ndipo sasa akili zinarudi kwa watu ambao wako kwenye mahusiano ya kwamba tunapaswa kusonga mbele licha ya tofauti ambazo na mkishafikia kwenye hii pointi, habari ya changamoto kwenye mahusiano ambazo zinaweza zikafanya mvunje mahusiano kwenu itakuwa imekwisha. Migogoro itakuwepo, lakini itakuwa ni ya kawaida ambayo mtaweza kwenye elu, na maisha yataendelea. Shida kubwa ni hii, kuna watu wameoana wakiwa kwenye hatua ya kwanza kabisa, honeymoon stage. Very dangerous. Yaani, ikiwa kuna jambo la hatari ambalo unaweza ukalifanya ni kuoana na mwenzako hamkiwa katika hatua ya kwanza kabisa ya honeymoon stage, kwa sababu ile hatua anaosema ni hatua ambayo imejaa maluelue, ni hatua ambayo imejaa uongo uongo, imejaa emotion. Sasa mkiona katika hii hatua, uhalisia utakapokuja kuingia ndani na mtashindwa kuhendo huwa uhalisia basi ndoa yenu imeishia hapo. Ndio maana katika kipindi hichi tumekuwa tukiona kuna wimbi kubwa sana la talaka zinatolewa, wanandoa wanaachana, watoto wanaachwa wakiwa na maumivu makali sana. Asilimia kubwa ukifuatilia ni wale ambao tumekutana siku mbili, tumepigana sauti, vijana anasema hivyo, mwanaume akalisha akalisha nini akanisha kamba akanisha voo binti anasmamizi akakaa kwenye mstari wakaelewana, kesho yake wakafunga ndoa, maisha yakaanza, mnachukuana katika honeymoon stage, ili hali bado ikiwa bado hamjajuana vizuri, bado hamjua mwenzio ya kwamba yale wakungufu ambayo iko nayo naweza nikayavumilia au, mwisho wa siku, mnapokuja kwenye hatua ya pili ya testing stage, changamoto zinazokuta nazo pale zinakuja zinawa kick out, mnajikuta mnavunja mahusiano mnavunja ndoa ambapo kimsingi si mpango wa Mungu kuona ndoa yoyote inavunjika. Shauku ya Mungu ni kuona ya kwamba kila ndoa inakuwa ni mbingu ndogo, kila ndoa inakuwa mbaraka kwa watu wengine na kila ndoa inafikia makusudi ambayo Mungu alikusudia na sio kuishia njiani. Ndugu mtazamaji wa Samngax TV, the brand in trust, leo ni kusihi unapopitia changamoto katika mahusiano yako Rejea kwenye hizi stage, kwenye hizi hatua, bila shaka utajua ya kwamba hapa niko kwenye hatua gani, na uzuri, nimesha kwambia nini cha kufanya unapokuwa kwenye hiyo hatua, ili uweze kuna vijeti na kuvuka ukiwa salama na maisha yaweze kuendelea kwa utukufu. mm -hmm. wa Mungu, akubariki sana endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vikirushwa kupitia chaneli hii ya Samngax inakuahidi ya kwamba yapo mambo mengi mengi na mazuri yako mbeleni yanakuja. Cha msingi tu usisahau kusubscribe, share hii link na ndugu jamaa na warafiki, ili nao waweze kujua na uweze kuokoa mahusiano yao safari yao.